kuona kwenye Pressure kazi yako ya mwisho kufanya na Chado ilikuwa ni, ni, ni, ni mission impossible kama sikosei. Baada ya mission nipi? Hapana, kwenye Pressure pia nimepita. Pressure imepita eh. Oh, sure. Umepita kama pale mnaenda kupambania ndoa ya ya naji masio eh, nimepita pia. Tulishia ngapi? Nimeishia episode ya kumi, nafikiri kumi kama hiyo. Mimi nimekuwa ghafla sasa pap kama umeme, mimi umekatika. Hapana, umeme hujakatika, nikihitajika na shoot Sinikwambia kwamba amesema akinihitaji mm, nitaenda kushuti. Okay, unakumbuka mara ya mwisho anakwambia hivyo? Uki en, en, kama kuna kitu umekificha hapa, kama ungekuwa kazi imefika mwisho alafu ndo akakwambia maneno yao, ingekuwa isio okay okay, kwa sababu labda maandalizi bado, mnaenda labda likizo, lakini upo katikati kati ya kazi, alafu mtu mm, anakuambia nikikuhitaji nitakuita, sawa? So, acha acha acha nikuelezee. Mm, wakati pressure inaenda kushutiwa mm, nilikuwa nishamaliza muda wangu mm. Ushamaliza muda wako? nilikuwa nishamaliza muda e, wangu wa kuendelea kuwepo pale. Kwa nini ulikuwa na mkataba naye? Ya, nilikuwa na mkataba. Mkataba ulikuwa unasema ni muda gani ambapo natakiwa uwe pale labda? Bra, mambo vipi, na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni mfululizo exclusive ambazo kwao kati ya familia ambayo inahusika kwenye masuala mazima ya filamu na tamthilia kwa ujumla, ina kazi yao bwana, inaitwa Genge S niko sahi, inaitwa Genge, yeah. Yes, moja kati ya kazi ambazo kama utaamua utenge muda wako uitazame na mimi hutaweza kujuta, mimi tayari nimeshaitazama, nakusihi na wewe ukaitazame, miongoni mwa wasanii ambao wanapatikana kunako kazi hiyo ni ndugu yangu anaitwa Afande Kikofia, ama Chenga. Kama ni miongoni mwa watu ambao wanatazama, tazama kazi hizi za YouTube kwako kwa hakika sura hii sio ngeni utakuwa umeshawahi kuiona huko, ambapo umeiona kipi ambacho kimemfanya atoke huko alipo mpaka huku mimi sikifahamu tunakwenda kuzungumza naye, atuambie ilikuwa ni rahisi kiasi gani ama ni ngumu kiasi gani yeye kuweza kuingia kwenye familia ya RM Production, kuweza kuingia kwenye familia ya Genge Chenga. Na kuaje mzee wangu? Ya safi. Mambo yanaenda? Yanaenda. Na kama umepoa hivi, yani kama vile mtu ambaye hauko sawa. Hapana, sijapoa. Aha. Hey. Unakuwa unakuwa na na na, na, amani sana wakitu wa Chenga Afande Kikofia ama Kusema ukweli mimi naitwa majina mengi sana mm. kuna wanaoniita Chenga, kuna Fande Kikofia mm. kuna wengine wananiita sijui mbunge, lakini yote mimi napokea. Lipi ambalo unasikia faraja sana mtu akikuita? Chenga ndo ninasikia faraja yeah. sana Chenga maana yake nini? <laughs> Chenga ni mtu ambaye hayuko sawa kidogo. Una sadiki hilo wewe uko sawa? Hapana, mimi niko sawa ila nikiwa mbele ya kamera mm. ndo nakuwa siko sawa. mm. hey. so, natamani nifahamu mengi kutoka kwako. Kwa sababu ya muda tuzungumze machache tu, yeah. elfu mbili na ishirini na tano kama tunaimalizia malizia hivi, tunaelekea elfu mbili mm, na ishirini na sita -hmm. Kisanaa sasa, unajiona wapi, kwenye kule ulipoanzia mpaka hapa ambapo elfu mbili na ishirini na tano inaenda kuishia, malengo yako yametimia ama ama kuna namna fulani ambavyo tuombe Mungu miaka mingine ije, tuweze kuonesha zaidi kipaji chetu. Hmm. siwezi kusema moja kwa moja kwamba malengo yametimia. Hmm. Ya, kusema ukweli bado bado kidogo. Hmm. ila kuna hatua nimevuka. Hmm. Eh, kutoka huko mwanzo mpaka sasa. hmm. Hmm. kuna hmm. Ya. Kuna hatua nimevuka, vitu ambavyo umevipanga elfu mbili na ishirini na tano unahisi vinakwenda kukuongezea kwa maana elfu mbili na ishirini na sita mwaka ujao eh, elfu mbili na ishirini na sita hiyo Nafikiri nitafanya makubwa zaidi ya mwaka huu ambao unaisha. mm. yeah. Nilishaje kuzungumza na wewe mwaka mmoja uliopita na hisi kwenye mwezi wa kumi na moja au mwezi wa kumi hivi mwaka jana. mm. Kitu kama hiko, kuna mengi ambayo tumetuliwa tu, tu, tu, kuzungumza kipindi kile. Kubwa zaidi zilizokukuta kwenye kambi ya Chadomaster. mm. Samahani kama nitakuwa nimekukwaza kumzungumzia, lakini huenda mashabiki zako watamani wafahamu. Eh, sinario gani ambayo imejitokeza, ambayo wewe imekusababisha utoke kule mpaka leo tunakuona hapa kwenye familia ya genge ya Alaimo Production. Ha, acha niliweke sawa hilo mm. Najua watu wengi watakuwa na kiu ya kutaka kujua ni kipi ambacho kimenifanya niame kule kuja huku mm. Mm, acha niliweke sawa, iko hivi, hakuna tatizo lolote kati yangu mimi na Chado Master, hatuna ugomvi mm. Hatujai kukwaruzana <coughs> popote pale, mm. ila ni tu muda wangu wa kufanya kazi uliisha mm. Eh, muda ulivyoisha nikamwambia bro, mimi natamani nikapata changamoto zingine sehemu nyingine mm. Akaniambia ruksa, unaweza kwenda mm. Ila kama ikitokea nikikuhitaji, unaweza ukaja kushuti mm. Kaambia sawa, nitakuja kushuti ukinihitaji mm. Yani hivyo, ila hatuna ugomvi wowote mimi naye. Kifupi umeondoka na baraka za Chado. Zote. Aha. E. Anafahamu ulipo, anafahamu nilipo. Mlishawahi kuwasiliana hivi karibuni? Labda akaona kile ambacho nikifanya, labda akakwambia hivi na hivi mm. mara mwisho tuliwasiliana ni mwezi huo, ni mwezi huo tuliwasiliana, tukaongea vizuri kabisa. yeah. mm. Ila sikumbuki ni tarehe ngapi, lakini ni mwezi huo. Ameongea nini kuhusu kazi? Aliniambia tu, mdogo wangu, endelea kupambana, naona juhudi zako, unafanya vizuri yeah. e, endelea kukaza mm. Yeah. E. Mashabiki wangetamani ku, ku kuona kwenye pressure, kazi yako ya mwisho kufanya na Chado ilikuwa ni, ni, ni, ni... mission impossible kama sikosei, baada ya nipi? Hapana, kwenye pressure pia nimepita Hey. Oh, sure. Umepita kama pale, mnaenda kupambania ndoa ya, ya naji masio nimepita pia hey. umeshia ngapi? nimeishia episode ya kumi, nafikiri ya kumi? Mm, kitu kama mimi ikuwa ghafla sasa, kama umeme mimi nimekatika. hapana <laughs> umeme uja katika <laughs> nikihitajika na shoot sinikwambia kwamba amesema akinitaje nitaenda kushoot. Unakumbuka mara ya mwisho nakwambia hivyo en? kama kuna kitu umekificha hapa. Hapana. Kama ungekuwa kazi imefika mwisho, alafu ndo akakwambia maneno yao, ingekuwa isiokee okay, kwa sababu labda maandalizi bado mnaenda labda likizo, lakini upo katikati kati ya kazi, alafu mm -hmm. mtu anakuambia nikikuhitaji nitakuita. Sawa, acha acha acha nikuelezee. Mm. wakati pressure inaenda kushutiwa mm, nilikuwa nishamaliza muda wangu mm. Nishamaliza muda wako? E, nilikuwa nishamaliza muda wangu kwa mm, kuendelea kuwepo pale. Yeah. Kwani ulikuwa na mkataba naye wakuendelea? nilikuwa na mkataba Mkataba ulikuwa unasema ni muda gani ambapo unatakiwa uwe pale labda? Umeshaisha tayari yeah. Sasa hivi muda mrefu tu. Sasa wakati pressure inaendelea muda wako ulikuwa umeisha maana yake nini? Mm, wakati pressure inaenda kushutiwa muda wangu ulikuwa shaisha huo, yeah. huo mkataba. Mm. Kwa hiyo tulikubaliana tu nimalizie hapa kati. Mm. Si ni kadhaa nikafanye ni, ni sehemu nyingine. Haikukuumiza haiku hiyo, maana muda uliisha, afu naendelea kufanya fune kazi. Hapana. Haiwezi kuniumiza kwa sababu nilikubali mwenyewe. Mm. Eh. Yeah. Mm. Bado kama kuna kitu bado nikinaniwa hapa. Ba. Yaani e, yani e, e, no, yani e, najaribu kuvaa viatu vyako. Yeah. Kwa mimi ningekuwa ni wewe. Yeah. Nipo kwenye kazi alafu katikati muda wangu uliisha. Yaani e, kama vile unapiga ndondo fulani hivi, sijui mm. Nakuwa atuelewani sijui. Hakuna ndondo yote. Hakuna ndondo, hakuna chochote ambacho nakificha. Ni hivyo tu. Mm. Hakuwa mm. Mm, kwenye mkumbo ule wa cheusi na nani na nani na, na mzee wetu wa Msumali. Nakumbuka kwa maana kwamba wale wale wale, baada ya Alidadi kuwa hayupo, tawi lake lilikufa. Nakumbuka na wewe uliingia kwenye tawi la Alidadi. mm. Labda naye aliondoka, kuondoka kwa kina Alidadi na wewe, ndio maana ukoonekana kama vile una chakufanya pale, ama maana yake nini hiyo? mm -mm. Sijajua mm. Siwezi kuongelea kwa kina Alidadi sijui na nani kwa sababu sijui mm. sijui wao wamepata na vipi sijui wamemaliza na vipi sijui makubaliano ya yao Mm. Kwa siwezi kuongelea. Mm. <laughs> Sasa swali la mwisho labda kwa upande huo wa Chado Master, kabla tuje kwenye kazi yenu mpya. Nilibahatika kuzungumza na, na, na wengi ambao wametoka kwa Chado mm, kwa maana kwamba ndio wa misumali cheusi, eh, kina, kina, meneja nani si yule? Meneja supporter. Wengi wengi nimezungumza nao kila midabo. Kitu kikubwa ambacho kinaonekana pale changamoto ni, mm, ni maslahi kwa maana kwamba kile ambacho kinaingia na kile ambacho wanapewa kama vile wengi huko hawakulizika. Mm. mara mwisho nazungumza na, na, na, na cheusi anasema Mission Impossible season one yote ilikulipwa. Mm. Lakini ilipokuja season two alilipwa laki moja. Huyo ni cheusi. No, no, no, alilipwa 2020 kama sikosei, wao watazamaji waweza kurekebisha hapa. Lakini ndugu yetu sasa mzee wa misumari anasema yeye alikuwa analipwa laki moja. Ana familia ambayo kwa siku inaacha shilingi elfu kumi kwa maana kwamba kwa mwezi anatakiwa elfu kumi mara thelathini, laki tatu anatakiwa atoe, alafu kwa mwezi anipo laki moja. Ndio sababu ya msingi ambayo wao imewafanya waondoke. Swali langu la msingi kwako, kipato ambacho kwa unakipata kwa Chado Masta wewe binafsi kilikuwa kinakutosheleza? Unajua, <laughs> <Kipata chepa. laughs> kuna mambo mengine uwezi ukayafunua kwa kila mtu. Kuhusu mikataba ni siri baina ya kampuni na msanii, utakiwi kuweka zalani mkataba wako maana mpaka unasaini mkataba we mwenyewe ni so ni nikuze nikuulize mkataba, ah, so ndo maana mkataba ni siri ya mtu. Swali so langu nilikuulizaje, kiwango ambacho ulikuwa unalipwa na Chado kilikuwa kinakulizisha? Wa mimi kwangu kilikuwa kinalizisha kwa upande wangu. Aha, mmm, ndugu zetu wale hapo. Hapana, sipo mm. sipo -hmm. ameruka hmm. kiunzi <laughs> kiunzi gani nicho kiloka? <laughs> Uh, ilikuwaje sasa ukaja uka, uka kukutana na ndugu yetu hapa Alaim Production ama ama ama ama kipi ambacho kimeunganisha? mm. mm. Ni mawasiliano tu. mm. mawasiliano ndio ametuunganisha. mm. Uligumu mm, ama rahisi kiasi gani? Mm, haikuwa rahisi sana na haikuwa ngumu sana. Yeah. Mm. Alihitaji CV kidogo, ukasema, bwana, mimi nishafika kufanya kazi kwa Chado kule, ama ni mtu ambaye mlikuwa mnafahamiana. Yeah, ya CV anazo kwa sababu alishawahi kuniona muda mrefu. Mm. Mm. Ah, kumbe mlikuwa majwana. Mm, alishawahi kuniona muda mrefu tu. Sasa nikumbushe moment ambayo ulikuwa unaingia pale. Ulifanyiwa interview, ama ilikuwaaje ile siku ya kwanza unakuja ile Hapana, mm. Sikufanya interview, sikufanya interview, nilikuja tu na nikashuti. Anafahamu uwezo wako, anafahamu ulikutia. mm. hmm. Ni, ni ngapi, episodi ngapi nilikutia? mm. Genge imeruka kama episodi kumi na tatu nafikiri. Sasa imefika ngapi sasa hivi? hamsini na nane, umekata mzee. Sikumbuki ni muda gani, sikumbuki vizuri. Ah, kidoka sema ndo kumbuki chochote mzee. <laughs> Ah, mimi wa... na, na, na nani sikumbukagi vizuri vitu vingi. Hmm. Hmm. Ni miongoni mwa watu ambao wana tabia kusoma kusomasoma comment ya hizi kazi ambazo mnafanya? Ya, kwenye kazi ninayofanya wanapitia comment. Mm, wanapitia pitia. Comment gani mbaya ambao ulikutana nayo ambayo inakuhusu wewe kwenye kazi ya genge? Hapana, hamna komenti mbaya. Hamna mtu ambaye anapendwa na watu wote hivyo. Acha kulongobea bwana. Hamna komenti mbaya. Mimi si ndo nipitia umekuwa nazisoma Messi tena mbaya. Hakuna mtazamaji wote wa tamthilia hii ya genge ambaye akupendi. Hakuna. Pitia komenti wone. Wewe unasoma zote? Zote mimi nasoma. Au unakukubali au unakwambiaje? Kila mtu anaongea lake nataka walau hata mbili zile ambazo ukikaa unatabasamu unasema, ah, da, nilikuwa wapi mimi? Siku zote nimechelewa kule. Kwa nini sijaja huko kitambo? Hapana, huwezi kusema nilikuwa wapi, nimechelewa kutana <laughs> <laughs> hey, na watu wamekupenda wewe, Chenga, wewe ulikuwa unafaa kuanzia episode ya kwanza huko kwenye genge huko. Kwa nini ulikuwa kwa Chado muda wote? nazo hizo kukutana. Um, so kweli kila kitu kina wakati wake mwezi mm. Mm, kusema oh, nilikuwa wapi? Hapana. <laughs> <laughs> kila kitu kina muda wake na sababu zake. ulikuwa wapi, kama imekufurahisha ime hivi hapana, hujawahi <laughs> kujutia kule ulipotoka, labda kuna mimi sehemu fulani, kama unaweza kama nilikuwa nacheleweshwa hivi, kwa mfano labda usika wako kwenye Genge na usika wako wa kule kwenye, tuanze kwenye nani, kwenye Pressure uliingia kama mtu wa kawaida tu, sio main, kama sikosei, lakini kwenye Mission Impossible the same ulikuwa main, ulikuwa unaingia kwenye tawi la mama mama mama ngwengwe, kwenye huku kwenye kwenye Genge. Sasa unajiona labda umegewa kwa wazifa fulani, unasema dah, kumbe mimi ni wa thamani hivi. Je, kujitega kitu amna? Um, unajua kila tamthilia hmm ina matakwa yake hmm. Kila tamthilia ina uhitaji wake hmm. Unapewa kitu kicheze kutokana hmm. hmm. <laughs> na tamthilia jinsi inavyokuhitaji. Kwa mtu ambaye hajawahi kutazama genge, jaribu uwagie hata kwa ushoti, kwenye genge Chenga amecheza kama nani, na akiamua atenge muda wake, ataja kukutana na mabala gani ambayo umeyafanya. Chenga amecheza kama mpelelezi. Mpelelezi tena. E, askari mpelelezi. Ah, director mambo, unawaambia. Hapana, mimi sipangi si ni flani sipangi sehemu ya kucheza. Sijawahi kuchagua. Hapana, sivai suti ah, eh. Ume navaa misuli. Misuli. Eh, ah. Sheria no za genge ambazo nimezikuta hizo, hilo eneo ambalo nipo hmm. Wanavaa misuli wanaume wote katika hilo genge. Ah. Ukaingia kwa mmoja wao. Yeah. So kipi ambacho umekifanya cha ajabu mule kiasi kwamba mtu unja kutazaza mada umekuli chenga kaua? Kuna vingi. Ha, kuna vingi. Ni habichache. Eh? Ah, nimekamua. Eh? Niko kule ulipotoka. Ah, kote nimekamua. Eh? Ah, vitu vizi kwa sawa bwana. Nimekamua. Sawa. <laughs> Chenga ni yule yule tu ah. <laughs> Ni maana wewe hujabadilika mwaka jana na mwaka hujabadilika, ni yule yule bado ah. Yaani, yaani sana yangu haijashuka ila eh. <laughs> ila imepanda haijashuka sana lakini imepanda iko pale pale, ao msanii gani unakuweka pale pale Chenga wala wata na advance, ndoto maana nikakwambia aje elfu yeah, mbili na ishirini na sita, ntafanya vingi vikubwa, kwa maana kwamba kila muda tutaongeza zaidi kadri muda unavyoendelea kwenda eh, na maana mwaka jana na mwaka huu kidogo umekua kuna vitu vingi wanakosa mm. Mm, genge nitamsilia ambayo imeshiba mm. Ina watu kwelikweli eh. Ukija kuitazama eh, au jutii kupoteza muda nani na nani ambao unasema ina watu, ah. Watamanisha, wote watu. Eh. Kila mtu anakamua eh, kwa sehemu yake eh. Kwa umo ndani, kwanza ukiingia unakutana na mkulungwa mwenyewe Mr. Narabuku eh Narabuku, hatari kama Muhindi. Narabuku nini sio muhindi eh ni Mtanzania tu <laughs> <laughs> kuna dada anaitwa Jasmini Nyamikope hmm. hmm. hmm. dada mwenye supermarket yake ndogo mjini anakamua hatari, nakamua hatari yaani, ukimtizama unaenjoy sana hmm. <laughs> Una kuna wengi, wakati, wakati unapewa, unapewa stori kwamba bwana Chenga, tuna stori hapa ya gengi au ulivyoikutia tule pap

Bana, mi naisi tutazungumza next time uh. Sababu gengi nakaribia kuisha, naamani nipate kazi ikiwa. Sasa hivi upo nawe, waambie hicho kitu. Ah, mashabiki wangu wa, wa Chenga, Chenga mbili handsome boy. Pedeshe tupatupa shalabalo wale vingunguti. Jinga la kutumia, janja la kutafuta mwepesi kuonga. Kwa sasa wananipata katika YouTube channel ya ILM Production Plus. Ndiko ambako wataniona. Wakitembelea huko, watakutana na movie, hili linaitwa genge. Wata enjoy sana kumuona Chenga na wengine wengi. Yeah. Mwisho, mwisho tuambie watu ambalo unaamini kwamba. Chenga ni miongoni mwa watu ambao wamefukuzwa kwa Chadomasta? Hapana, sijafukuzwa. sijafukuzwa kabisa. Mm. Ni makubaliano tu basi, ila sijafukuzwa. Makubaliano ambayo umelizika nayo, mm. Ya pande zote mbili. Makubaliano, maridhiano ya pande zote mbili, uh. <laughs> na ondoka na Chado kalizika nenda. Eh. Aha. Bwana, mimi nakushukuru sana kwa muda wako mzee wangu ah, asante sana Bana, ni mazungumzo haya mafupi na matamu na ndugu yangu pa anaitwa Chenga ama Afande Kikofia. Kwa wale ambao tumetazama tamthilia ya Mission Impossible na, na, na pressure, kwa hakika tutakuwa tunamfahamu na tunajua balaa lake kwenye ufanisi wake wa kazi. Mengi zaidi tumezungumza kuhusiana na kazi ambazo amezifanya na kazi ambayo anayofanya sasa sasa hivi. Sasa hivi anasema anapatikana kuna kwa YouTube channel ya Alive Production kupitia kwenye tamthilia ya Genge kwa sasa hivi kama kuna nyingine ambayo tujakufanya baadaye, tujakuzungumza naye kwa baadaye. Mengi tumezungumza hapa, na wale wote ambao walikuwa naamini ya kwamba Chenga kafukuzwa na Chadomasta kama vile inavyosemekana, kwa wale wengine majibu mmeshayapata. Anasema hajafukuzwa, ni maridhiano ya pande zote mbili, yeye karidhika kuondoka. Na Chado kama kakarizika au bwana kijana kuondoka. Hebu tuambie kwenye comment hapo kwa hiki ambacho tumekizungumza mimi na ndugu yangu hapa Chenga. Unahisi ni sahihi kiasi gani ama si sahihi kiasi gani? Tuambie vile ambavyo unafurahishwa na sanaa ya Chenga. Kama kuna namna yote ambavyo Chenga anakufurahisha, usiache kumwagia maua yake bwana. Mpe maua yake kabla ajafa. Mwambie mimi Chenga nakukubali kulikweli. Hasa zaidi mwambie vile ambavyo ulivyoshiriki simu flani mimi nimeridhishwa na ninakupenda. Nakupenda kwa ajili ya Allah. Safari ya mamba na kenge wakose. Kama kuna namna yote ambayo Chenga amekukwaza Chenga anakukera, Chenga umpendi, pia mwambie kwenye comment hapo. Wana mimi Chenga sikupendi. Vile ambavyo unafanya hivi, mimi silizishwi. Huenda kabadilika, huenda kaongeza chochote kwenye sanaa yako kupitia kwenye comment yako. Mwisho kabisa ni kukuambia usisahau kusubscribe YouTube channel ya Raymond Production, moja kati ya YouTube channel ambazo kwa muda huu kama utaamua utenge muda wako uweze kutazama kazi zao. Naamini hautojuta. Mwisho kabisa kama ndo mara yako kwanza kutazama video kunako YouTube channel yetu hii, ya Nyundo TV, usisahau kusubscribe